Mimi naitwa Joy, msichana wa miaka 27, ambaye maisha yangu yote yamezungukwa na harufu ya dawa, baridi ya vyumba vya kuhifadhi maiti na ukimya wa giza. Nilifanya kazi katika chumba cha kuhifadhi maiti kilichojulikana zaidi nchini Korea, mahali ambapo miili ya watu mashuhuri, wanasiasa na wanamuziki wakubwa kubwa ilihifadhiwa kabla ya safari yao ya mwisho. Nilizoea kila kitu, nilizoea kuona macho yaliyofumba bila pumzi Nilizoea kusikia kimya kisicho na mwisho, nilizoea kugusa baridi ya kifo. Siku moja nilikuwa nimechoka sana baada ya kazi ndefu, nilikaa kitini karibu na friji kubwa lenye miili mingi ndani. Macho yangu yalianza kulegea, usingizi ukaniiba taratibu. Katika usingizi huo nilijikuta kwenye ndoto ya ajabu, ndoto ya kunitisha na kunivuta kwa nguvu ambazo siwezi kueleza. Nilimwona maiti mmoja kati ya wale niliowahifadhi. Sura yake ilianza kunitazama kwa upole, lakini kwa maneno yenye mamlaka aliniambia kwa sauti ya utulivu lakini ya kuamrisha, kuwa ndani ya maji yanayoosha miili yao kuna nguvu kubwa, nguvu ya maisha ya wengine. Aliniambia kuwa nikitumia maji hayo kutengeneza mafuta ya mwili na kuuzia watu nitapata utajiri na nguvu kubwa, nitachukua sehemu ya hatima zao. Aliniambia pia kuwa vita vitatokea nchini, damu itamwagika, watu wengi watakufa na miili yao italetwa katika mortuari yangu. Niliposhtuka kutoka usingizini, moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi. Nilihisi hofu, lakini ndani ya hofu hiyo kulikuwa na sauti ndogo ikinieleza kwamba hii ni nafasi yangu ya kubadilisha maisha yangu. Sikufikiria mara mbili. Nilichukua ndoo kubwa, nikakusanya yale maji yaliyokuwa yametiririka baada ya kuosha maiti, nikayatia kwenye mtungi mkubwa, nikayafunika vizuri, na nikayapeleka nyumbani kwangu kwa siri kubwa. Siku iliyofuata sikuenda kazini. Nilikaa nyumbani nikiwaza jinsi ya kubadilisha yale maji kuwa kitu kitakachoniletea pesa. Nilianza kutafuta kemikali mtandaoni, nilisoma makala kuhusu utengenezaji wa mafuta ya mwili. Nikagundua mchanganyiko wa manukato na mafuta tofauti yanayoweza kufanya ngozi iwe laini na yenye kunga. Baada ya wiki moja, bidhaa zote nilizozinunua kutoka China zilifika. Nilihitaji mtu mwenye ujuzi wa kuchanganya kemikali vizuri, kwani sikutaka kufanya makosa. Nilipata msichana mmoja kutoka Tanzania, aliitwa Hadija. Alikuwa msomi na mtaalamu wa kemia mwenye ndoto nyingi, lakini maisha yake yalikuwa magumu. Nilimwambia kuwa nataka tufanye biashara ya mafuta ya asili yatakayowapa watu ngozi laini na kung'aa. Hadija alikubali bila mashaka, kwa kuwa hakujua siri yangu. Tulianza kazi yetu taratibu, tukachanganya kemikali, tukatengeneza harufu tamu zinazovutia, na baada ya wiki tatu tulikuwa tayari na mafuta yetu ya kwanza. Kila wakati kabla Hadija hajaweka mafuta kwenye makopo, nilikuwa najitenga kimya kimya na kuchukua kijiko cha yale maji ya maiti kisha kuyaongeza kidogo katika kila chupa. Nilihisi nguvu ikipita mikononi mwangu kila nilipoyamimina, kana kwamba roho za wale waliokufa zilikuwa zinanipa baraka zao. Tulianza kuuza mafuta hayo mjini Seoul na ndani ya muda mfupi sana watu walivutiwa. Ngozi zao ziliangaza, wengine walihisi wanapendeza zaidi, wengine wakisema harufu ya mafuta hayo ilikuwa ya kipekee. Biashara ilikuwa kwa kasi ya ajabu. Hadija alinieleza kuwa mafuta yetu yanapendwa sana nchini Tanzania, na tukafungua tawi kule. Wateja kutoka Kenya, Nigeria na hata Afrika Kusini walianza kuagiza mafuta yetu. Tulipata pesa nyingi Nilivaa vizuri, nilihamia nyumba ya kifahari, nilinunua gari la kifahari, maisha yangu yakabadilika. Lakini ndani yangu kulikuwa na sauti ndogo iliyokuwa inanongona, sauti ya ule maiti kutoka ndotoni. Kila usiku nilipojaribu kulala, nilihisi kama kuna macho yananiangalia gizani. Niliona ndoto za watu wakilia, wakishika ngozi zao zilizokuwa zikichomeka, wengine wakilia kwa maumivu makali. Miezi michache baadaye, ripoti zilianza kusambaa. Watu waliokuwa wametumia mafuta yetu walikuwa wanapata vidonda vya ajabu, wengine wakigundulika kuwa na saratani ya ngozi. Nilihisi baridi kali ndani ya moyo wangu. Nilijua kuwa haya yote yalitokana na yale maji. Nilijua kuwa nilikuwa nimetengeneza utajiri wangu kwa damu ya wafu. Lakini cha kushangaza, si kila mtu aliyeumia. Wale waliokuwa wakiyabariki mafuta kabla ya kuyatumia walibaki salama. Wengine waliokuwa wakiyatumia tu bila maombi walipatwa na maumivu makali, maisha yao yakavurugika, wengine wakafa. Nilianza kugundua kuwa si mafuta tu, bali nguvu za giza zilikuwa zimeambatanishwa na bidhaa hizo. Leo ninapoandika haya, moyo wangu umejaa huzuni. Sio kila kitu kinachoonekana kizuri kimetoka kwa mwanga. Wapendwa, dunia hii imejaa siri. Kila pete, kila wigi, kila mafuta kila kiatu kinaweza kuwa kimetengenezwa na nguvu zisizo safi. Kabla ya kutumia kitu chochote, ombea. Ombea mafuta yako, ombea mavazi yako, ombea kila unachonunua. Maana kuna vitu vinaonekana kama baraka, kumbe ni mnyororo wa roho unaokufunga polepole. Mimi ni Joy na hii ndiyo hadithi yangu, hadithi ya dhambi ambayo ilifichwa nyuma ya harufu tamu ya mafuta.